Usisahau kusubscribe like, na kubonyeza alama ya kengele. Matendo yaliyofanyika katika hicho kipindi cha awamu ya sita ni matendo ambayo wakitokea mtu hajapata fursa ya kupigiwa kura za matokeo mazuri na wananchi hao wamia, basi hiyo ni bahati mbaya na ni Mungu akupanga wewe mtu wa kiongozi, kwa sababu unapotamani kuongoza lazima pia ujue kwamba Mungu naye umpe nafasi yake na musema, kutama. Kwa kweli niendelee kusema, hata hivyo niwapongeze sana wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa kwa kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan na kumwongezea nguvu kwa Daktari Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza kwa uchaguzi unaokuja kwenye nchi yetu kupitia Chama cha Mapinduzi. Wametenda kazi nzuri ya kumfurahisha Mungu, kwa sababu wasingekuwa na kazi nzuri kama kwa kweli wa Daktari Samia Suluhu hakuyafanya haya, leo kwamba wamba kafanya nchi yetu na nawili miradi ambayo ilitarajiwa na ikazungumziwa kumalizika mwaka 2030, leo mwaka 2025 tayari iliyo mingi iko inafanya kazi. Ni jambo kubwa, tuna kila sababu ya kumpongeza, lakini kubwa zaidi tunakumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Natamani pia kuwapongeza waliowahi kuwaza kumfanya akawa mgombea mwenza wa Daktari Magufuli, walifikiria jambo kubwa, bado Mungu anaonyesha kwamba dunia hii, wanawake na wenyewe wanayo nafasi ya kuhudumia taifa, ya kuhudumia mazingira ya maendeleo kama ambavyo Dkt. Samia amefanya kazi kubwa. Lakini mimi niseme pia, nipongeze Mheshimiwa Timotheo Mzawa, Mheshimiwa Mzawo, kwa kweli amekuwa mbunge mwepesi kwa watu, amekuwa mbunge mwenye urafiki na maisha ya watu, amekuwa ni mbunge ambaye maisha yake yote ya ubunge alikuwa akihangaika na changamoto zinazowakabili wananchi wa jimbo la Korogwe Vijijini amehangaika kwa kauli, alivyowatembelea katika mkutano mbalimbali. Amehangaika katika eneo la uwakilishi, tumemwona kwenye bunge akizungumzia jimbo, changamoto zilizoko kwenye jimbo, na muda mchache tumeyaona pia matokeo ya hoja zake, kwani rais ameweza kumsikia, serikali imemsikia na mwisho tukaona fedha zikamiminwa. Katika historia ya jimbo la Korogwe vijijini sijawahi kuona mwaka ambao, miaka ya uongozi ambao umefanya kazi ya uongozi kwa mafanikio makubwa zaidi ya huu ambao mheshimiwa Mzava ndio anakwenda naye. Na ndio maana sisi watu tunao Korogwe vijijini, kutokana na uwezo walio nao mbunge tuliye nayo, kwa maelekezo ya serikali. Kwa maana rais wa nchi amenitendea haki jambo letu na Korogwe vijijini. Niwape mfano mmoja: leo amezungumzia habari ya wakulima wa chai, amezungumzia habari ya kiwanda cha chai, kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu imeona namna ya kuondoa changamoto ya wakulima wa chai baada ya mapambano ya muda mrefu na baadhi ya wawekezaji. Sasa ameamua yeye mwenyewe kuonyesha kwamba nchi yake, serikali yake inaweza kaamua kununua mashine za kuchakata chai. Moja ya eneo ambalo ilionekana limepatiwa hiyo mashine ni jimbo la Korogwe vijijini. Sasa unaposema nani kama Samia, watu wanaposema hakuna, tunamaanisha matendo yake. Hakuna mtu ambaye ameyawaza akaenda akayafanya kwa kiasi kikubwa ambacho amekionyesha Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunampongeza mbunge kwamba hata sisi leo katufungua masikio. Moja ya jambo lililokuwa likitutesa kwenye wilaya ya Korogwe ni wakulima wa chai, lakini leo kwa maelezo ya mbunge, maana yake mapato ya halmashauri, mapato ya serikali yanakwenda kuongezeka, kwa sababu sasa tuna changamoto ya kutokusanya chochote kile kwenye chai kwa sababu uzalishaji haupo. Sasa mimi mmoja kama mwenyekiti wa kamati ya uchumi ya halmashauri nakwenda kuamini kwamba uchumi wa Korogwe unakwenda kuimarika kwa, kwa kitendo hiki cha serikali ya Dkt. Samia kwa mahusiano mazuri na mbunge tuliye naye leo. Watu wa Bungu tarafa ya Bungu, wakulima wachai wanakwenda kuyaenjoi maisha ambayo walikuwa hawajui watoke wapi waanzie wapi wakamalizie wapi, na ndiyo faida ya kuchagua mbunge ambaye siku zote akili yake mawazo yake yanafikiria walionipa dhamana ya kuwa mbunge, wana changamoto zipi nikabiliane nazo kwa staili gani ili mambo yaweze kwenda vizuri. Nimalizie kwa kukipongeza chama changu cha Mapinduzi, CCM. Kama chama hakika, naamini kitaendelea kuaminiwa na Watanzania kwa sababu ni chama ambacho kinakwenda na mahitaji ya watu. Ni chama ambacho watu wakidhani kwamba ni chama chenye umri mkubwa, kila wakati chama chetu kinajiweka kwenda na wakati uliokuwepo. Leo tunakwenda kwenye mfumo ambao sisi kama nchi kama chombo kili ni kitu kama kilichozaliwa upya, sio kuzaliwa kwa chama upya. Matendo yake yanafanya Watanzania waendelee kuamini hivyo, matendo yake wanaifanya dunia iamini hivyo, kwamba chama hiki ni chama kikubwa, ni chama chenye viongozi wenye upeo unaokwenda na nyakati za kila wakati. Niwapongeze kuanzia ngazi ya taifa, kuanzia Daktari Samia na wasaidizi wake wote, lakini nimpongeze mwenyekiti wetu wa mkoa Mheshimiwa Rajabu Abdulrahman Abdulla ameufanya mkoa wa Tanga umethabirika, unaheshimika. Wanasiasa sasa hata aliyekuwa upinzani anatamani kurudi CCM, kwa sababu mwenyekiti wa mkoa tuliye naye ni mwenyekiti ambaye kazi anayoifanya ni kukijenga chama ili heshima ya mkoa wa Tanga irudi kule inapotoka. Binafsi nataka niwaambie ndugu zangu, mimi nimepiga kura sita za kuchagua mwenyekiti wa CCM wa mkoa. Moja ya kura ambayo siijutii moja ya kura ambayo naona matokeo yake ni kura niliyopigia Mheshimiwa Rajabu ya kura, hii ni kura yenye thamani na hakika inatoka. Niseme hata kama inatokea leo unaambiwa kuna uchaguzi wa mwenyekiti wa mkoa, siamini kama kuna Mwanatanga anaweza akatafuta fomu ya mwenyekiti wa mkoa, kama nia ya yake ni kutaka mtu akijenga chama hiki. Yuko mtu imara, mtu mwenye kuwa tamani anahudumia wanachama kuanzia ngazi ya mkoa, anateremka mpaka kwenye ngazi ya mashina. Tumemwona kwenye baadhi ya matukio kuna balozi amepatwa na tatizo, hata wakati mwingine wagonjwa walioshirikana mheshimiwa Rajabu wa ameweza kutumia nguvu yake kuwapeleka Muhimbili na maeneo mengine kwa kuhudia, jambo ambalo tuna kila sababu ya kusema, Tanga tuna mwenyekiti Tanga chama tumempata mtu ambaye hakika hatuna mashaka na hilo. Ni wapongezi hali waziri na ngazi ya CCM wilaya. Mwisho nikipongeza Chama cha Mapinduzi kata ya Makumba na wanachama wote wakati ya Makumba wamenipa imani ya miaka mitano niendelee kusema kwao kama wanaamini kazi walionituma nimeifanya, hakuna dhambi kuendelea kulipa imani ya miaka mitano. Naamini nitafanya kazi kwa hali zaidi ya kile ambacho nimekwisha kukifanya katika miaka hii tano tunayomaliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru, asanteni sana. Naitwa Idi Ramadhani Ikaoneka, diwani wa Kata ya Mombo ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Mombo. Kwanza nimshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kutuwasilishia taarifa hii njema yenye matokeo chanya kwa wananchi wetu wa halmashauri ya Korogwe, hasa wale wakulima wa chai. Lakini la pili, bila kumungunya, mimi kwa niaba ya madiwani wenzangu wa halmashauri hii chini ya mwenyekiti wetu wa halmashauri Mheshimiwa Yusufu Sadik Karage, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Ujio, ujio wa viwanda hivi vya chai ambapo mmoja wapo kitaletwa katika halmashauri yetu, hasa maeneo yale ambayo yanalimwa ya chai, itakuwa ni mkombozi mkubwa, pamoja na uchumi na mapato ya halmashauri, lakini itakuwa ni mkombozi wa wakulima ambao katika kipindi cha miaka mitatu sasa wamepoteza mwelekeo na kukosa ile ari, hasa baada ya kujikuta chai inakuwa na inapoteza mwelekeo kwa sababu na mapato yao ya maisha yao na moja mmoja na uchumi wa halmashauri kwa pamoja umekuwa ukipotea. Kwa hiyo ninaamini kwenye hili ni mkombozi kwa kweli, tunaisubiri kwa shauku kubwa, wananchi wanasubiri kwa shauku kubwa na halmashauri yetu, ili kuendelea kuongeza pato ambalo kwa kweli kwa sasa limekuwa katika kipindi hiki cha miaka mitano tofauti na pato ambalo tulilikuta elfu mbili na ishirini.